Naomba niwaambie, wengi hapa mnanisikiliza, mnauhakika kabisa, kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako leo, wakati naongea, ninauhakika hivyo vitu ukiangalia kwa baba yako na mama yako unaviona. Unaweza usi, usiseme na watu wasijue, kwa sababu Instagram na Facebook zinapenda kutuonyesha visivyo, lakini unauhakika kabisa kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako lakini uliviona kwa baba yako na mamako. Tafiti zinasema asilimia sabini na tano ya watu waliotoka kwenye ndoa zilizovunjika na wao wanavunja ndoa zao. Kuna kitu tunakita kwenye, taf kwenye tafiti divorce cycle watu waliotoka kwenye familia ambazo kuna magomvi na migogoro kwa asilimia sabini na tano na wao wanaendeleza vile vile. Nikiwa nasuluhisha ndoa ya watu ambao wametoka kwenye familia ambayo baba na mama wameachana, inanilia ngumu sana kutoka tofauti, na kusuluhisha ndoa na familia ya, ya watu ambao wametoka kwenye ndoa baba na mama wako pamoja. Kwa nini? Binti aliyotoka kwenye familia baba na mama wameachana huwa ananiambia Dr. Mauki, kwani shida iko wapi? mi mwenyewe nimesomeshwa na mama yangu akiwa mwenyewe, na mimi nitafanya hivyo kwa watoto wangu, asinisumbue. Ukiongea na wale wametoka kwenye familia za pamoja, anakwambia Dr. Chris, naomba unisaidie, sitamani watoto wangu wapitie kitu ambacho hata mimi sijawahi kupitia. Kuna mtu ananielewa? Yamkini huko hapa, we mwenyewe hauko kwenye ndoa, leo ilishavunjika, na unauhakika kabisa, hata baba yako na mama yako hawakuwahi kuwa pamoja. Yamkini wewe uko hapa leo, ni mtoto wa nje ya ndoa umetunzwa na mama wa kama. Na kwenye ndoa ulioingia tayari umeshakuta wengine wapo. Kwa hiyo ni kama tofali linavyofatuliwa sawasawa na kibao, uko vile ulivyo kutokana na kule ulikotoka. Sasa niko hapa kutaka kukufundisha kwa kwa muda mfupi, ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza mahusiano mazuri na ndoa iliyo nzuri, au hata kama umepata dhoruba kwenye ndoa na mahusiano yako, basi watoto wako waweze kutoka na picha ambayo, ambayo ni nzuri. Bwana asifiwe sana.